Jana eh, Jumapili ya jana tarehe 15 mwezi wa 6 mwaka 2025, tumeshuhudia uh, askari wa jeshi la polisi wakiwa wamezingira katika eneo la kanisa la Gwajima pale Ubungo, lakini na baadhi ya uh, kuonekana uh, kukamatwa. Hivyo uh, Askofu Emausi Bandekile Mwamakula ameibuka na kuandika waraka wa kichungaji kwa Rais Samia juu ya waumini wa Kristo kupigwa mabomu na jeshi la polisi. Mwamakula anaandika katika ukurasa wake wa Facebook akisema kwamba Mpendwa Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Tunawajibika kukuandikia ujumbe huu kusudi wewe washauri wa rais wa Tanzania pamoja na jumuiya ya kimataifa waweze kusoma. Jumapili 15 Juni 2025 Tulipata taarifa kutoka mikoani kuwa waumini wa kanisa la Ufufuo na Uzima wameendelea kuzuiwa kufanya ibada kinyume na katiba ya nchi yetu ambayo ilirithi misingi ya uhuru huo wa kuabudu kutoka kwa wakoloni ambao nao waliukuta uhuru huo. Tumesikitishwa sana na kitendo cha jeshi la polisi kupiga mabomu watu ambao walikuwa wamekusanyika kufanya maombi kando kando ya barabara ya Morogoro baada ya jeshi la polisi kuzingira jengo lao, waumini hawakuwa na silaha yoyote zaidi ya kubeba Biblia pamoja na vitabu vya nyimbo mikononi, huku wengine wakiwa wamebeba watoto migongoni. Kwamba haya yanatokea kwa sababu Askofu Gwajima alihoji vitendo vya utekaji na kutoa maoni yake juu ya mamlaka ya rais kuhusu wakuu wa vyombo vya dola ni jambo la ajabu. Ikumbukwe, miaka miwili iliyopita, askofu Josephat Gwajima alizunguka nchi nzima kwa ajili ya kumpigia kampeni na pia kumsifia rais ambaye ni wewe pamoja na wabunge wa CCM. Wakati akifanya hayo, jeshi la polisi lilimpatia ulinzi mzito, na hii ni kwa kuwa alikuwa anasifia watawala. Wakati akifanya hayo ya kumsifia raisi waumini wanaosali katika makanisa yote anayoyaongoza hawakusumbuliwa hata kidogo. Askofu Mwamakula anaendelea kwa kusema, kwa kuwa mambo haya yanatukia baada ya, ya kauli ya, ya Askofu Gwajima kuhoji vitendo vya utekaji, kuhoji madaraka ya rais juu ya uteule ama uteuzi pamoja na utenguzi wa wakuu wa vyombo vya dola na baadaye rais kutoa kauli hasi juu yake katika mkutano mkuu wa CCM. Ni mantiki inatufanya tuhitimishe kuwa matendo haya yana baraka za rais na amri au maelekezo ya rais mwenyewe. Anasema, tunapenda kukukumbusha, kukumbusha kuwa vitendo vya kufuta kanisa na hata kuwapiga mabomu waumini ambao hawajawahi kutamka neno lolote la uasi dhidi ya rais au serikali ni vigeni na havijawahi kushuhudiwa katika serikali zote za nyuma kuanzia serikali ya Mjerumani, serikali ya Mwingereza, serikali ya Tanganyika pamoja na serikali zote zilizofuata baadaye. Ni wazi sasa kuwa nchi yetu imefikia mahali ambapo watu wanaogopa kuikosoa, kuionya na hata kuisema serikali yao, na hii siyo serikali ya kijeshi, bali ni serikali ya kiraia ambayo pata mamlaka yake kutoka kwa wananchi. Halikuwa ni taraja la watanganyika wakati wanapigania uhuru wao na halikuwa ni taraja la wazanzibari wakati wanapigania uhuru wao, kuwa serikali yao itageuka kuwa mwiba kwao. Sisi askofu Mwamakula tunaliona shambulio hili dhidi ya kanisa la ufufuo na uzima ni dalili za mashambulizi dhidi ya kanisa kwa ujumla. Kama tukinyamaza kanisa hili kufanyiwa hayo, kesho itafuata kanisa lingine, hatimaye yote ya yatanyamazishwa. Kwani hatuoni tofauti iliyopo kati ya kauli ya Gwajima na kauli za maaskofu wa makanisa mengine walizotoa wakati ule wa Pasaka. Askofu Mwamakula anaendelea kwa kusema, nchi hii imezoea kusikia kauli nzito kutoka kwa viongozi wa kanisa. Rais Ali Hasani Mwinyi alikumbana na tamko la Bagamoyo naye na Rais Mkapa alikumbana na tamko la CCT na Teki mwaka 1999. Hata Magufuli alikutana na nyaraka za Pasaka kutoka Teki na KKT, lakini pamoja na yote hawakuwahi kufuta makanisa na wala hawakuwahi kupiga mabomu kwa umini kwa sababu ya matamko ya, ya viongozi wao. Inasemekana washauri wa, wa rais wasimweleze ukweli rais, lakini ukweli ni kuwa katika hili la kanisa la ufufuo na uzima hakuna Mkristo hata mmoja anayefurahia. Ni bahati iliyo mbaya sana kuwa jambo hili linafanyika katika utawala wa rais aliye Muislamu. Kwa kanisa hatutarajii watu waone kuwa rais analilenga kanisa, ndiyo tunachukua tuwa kutahadharisha Anasema, kwa kuwa tunataka tumnausue tumna rais katika hili, ndiyo maana tumeandika waraka wa wazi ili kusudi jambo hili lipurukutike kutoka mikononi mwa rais. Viongozi wanafiki nafiki wanaomzunguka rais rais watakuja kumgeuka baadaye, kama baadhi walivyokuja kumgeuka rais Magufuli baada ya kufariki kifo dunia. Tunautoa sadaka uhai wetu kwa kuandika haya tukijua kuwa tutasogiwa tutasagiwa meno na watu ambao hawataki rais aambiwe ukweli, kwani wanaona kuwa rais ni mali yao peke yao. Lakini askofu Mwamakula anaendelea akisema, kanisa la ufufuo na uzima ni sehemu ya mwili wa Kristo, kuguswa kwao ni kugusa pia mwili mzima wa Kristo. Tunarudi kusema tunarudia kusema kuwa hili la kanisa la ufufuo na uzima ni vita pia dhidi ya mwili wote wa Kristo. Hivyo Wakristo ambao wanampenda rais hawawezi kukaa kimya juu ya hili, bali watamshauri ili aachane nalo, lakini wanafiki watataka anguke nalo. Hitimisho letu ni kutaka waumini wote katika kanisa la ufufuo na uzima nchini waachiwe kuendelea na ibada bila kubugudhiwa, kama serikali au mamlaka wanafiki kiongozi wanafikiri kiongozi wa kanisa hilo ana tuhuma zao zote wampeleke mahakamani yeye binafsi pasipo kulisumbua kanisa, kwa kuwa hakuna ushahidi wowote wa, wa halmashauri kuu ya kanisa kuketi na kutoa tamko na kisha kumtuma yeye kusema. Lakini pia hata kama halmashauri kuu ingetoa kauli zile, wasingeumizwa waumini kwa hayo maamuzi kwani wanao uwezo wa kuondosha halmashauri kuu. Hatutarajii kuona jeshi letu la polisi linatumwa kupiga mabomu waumini hao siku zijazo. Sisi tunautimiza wajibu wetu kwa kusema, tunatoa wito kwa viongozi wote wa Kikristo na hasa maaskofu waliokalia viti vya maamuzi ya kikuhani kujitokeza kumueleza ukweli rais juu ya hili, kukaa kwao kimya hakuwezi pia kuwa ni salama yao ya baadaye. Huu ni wakati wa watu waliokuwa kimya kusema ukweli kwa upendo. Na ole wetu sisi kama tutaogopa kuwaonya na kuambia ukweli watawala kwa kuogopa kufa. Ezekieli 33 mstari wa kwanza mpaka mstari wa 20. Anamaliza kwa kusema, mwanakondoo ameshinda, tumfuate. Askofu Mkuu Emausi Bandekile Vandekile Mwamakula Kanisa la Moravia ni la uhamisho wa Tanzania na Afrika Mashariki, dar es Salaam, tarehe 16 Juni mwaka 2025, saa 1 na dakika 25 usiku, saa 7 na dakika 25 usiku. Amepeleka na nakala kwamba waione: baraza la maskofu Tanzania teki, jumuiya ya kikristu Tanzania CCT, baraza la makanisa ya kipentekosti Tanzania CPCT, Ubalozi wa Uingereza nchini Tanzania, Ubalozi wa Marekani nchini Tanzania, Jumuiya ya Ulaya EU, BBC, DW, vyombo vyote vya habari nchini, Tanganyika Law Society TRS, na watetezi wote wa haki nchini.